Hii gari Discovery 3 iko na shida. Ni shida ambayo inaifanya hii gari ishindwe kuendesheka yn, yani kama ukiingia nayo barabarani hata kuikimbiza bajaji uwezi. Ukiachana na hiyo tayari check engine inawasha tayari ya steering sensor hiyo hapo chini, lakini pia inawasha tayari ya breki pamoja na tayari ya ABS, na kwenye mashine ya diagnosis inaleta fault code ya brake lamp switch circuit signal plausibility failure. Kwenye hii gari brake switch inakaa hapo kwenye hilo tundu, na brake switch yenyewe ni hii hapa, nimeshaichomoa lakini issue ni kwamba hii brake switch ni nyingine, maana yake imeshafungwa brake switch mpya, lakini shida bado ipo. Na brake switch ya zamani ni hii hapa, kama inavyoonekana hapa. Sasa let us go deep, kwa nini bado kuna shida kwenye hii gari? Brake switch yetu ina waya nne, na hapa zimeandikwa namba kuanzia namba moja, kutokea huku: moja, mbili, tatu, nne huku. Na unapokuja hapa kwenye mchoro, unaona brake switch yetu ni hii hapa, imeandikwa stop lamp switch na ina waya nne pia. Kuna waya mbili ambazo ni hizi zimepita chini, mwekundu na kijani na orange. Hizi waya mbili zinatoka kwenye betri, utakuja kuona hapa zinatoka kwenye fuse namba 66 na fuse namba 15. Kwa hiyo zinatoka kwenye fuse box ile ambayo iko pale mbele kwenye gari, zinakuja hapa kwenye kwenye brake switch. Kwa hiyo tunatakiwa tukipima terminal namba 3 na terminal namba 4 tupate voltage ya betri, lakini pia terminal namba 3 hii hapa imekuja kuungana na terminal namba 2. Kwa hiyo tuseme tukipima terminal namba 2, namba 3 na namba 4 tupate voltage ya betri. Haya, tunaanza kupima terminal namba namba 2 ina voltage ya battery 12.3. Terminal namba 3 pia ina voltage ya battery na terminal namba 4 pia ina voltage ya battery. Lakini pia ukirudi kwenye huu mchoro utakuja kuona terminal namba moja na terminal namba mbili kwenye break switch zinakuja moja kwa moja zinakuja kuingia kwenye ABS ABS moduli ambao ni kwenye pini namba ni hizi hapa mbili, pini namba 30 na pini namba 41. Hapa tunapima continuity kati ya pini namba moja na pini namba 30. Pini namba 30 ni hii hapa. Na hapo kuna continuity. Na hapa tunapima continuity kati ya pini namba mbili na pini namba 41. Na namba 41 na ni hii hapa. Na yenyewe ina continuity. Kwa hiyo waya zote kutoka kwenye brake switch kuja hapa kwenye ABS module na kutoka kwenye break switch kwenda kwenye kwenye fuse box ile ya pale karibu na battery, zote ziko sawasawa sawa. Kwa hiyo probably shida yetu ni hii ABS module. Tuna ABS control nyingine hii hapa kwa ajili ya kutestia. Kwa hiyo tuta plug hapa, alafu tuone kama gari bado inaendelea kuwa na shida ile ile. Gari yetu ndo hii hapa, tuko testi barabarani na tushatembea, lakini haileti tena ile shida. Kwa hiyo shida yetu ilikuwa ni hiyo control module ya ABS.